Allahu akbar. Sallu ala nabi, sallu ala rasul. Shenu bin Zaid, dakika mbili tena, tueleze lau dakika mbili fadhila za hichi kilichofanywa. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. wa wa E, unajua sisi mashekho wa wilaya ambao tuko chini ya shekho wa mkoa, wale ambao wanatekeleza utii kwa shekho wetu wa mkoa, anapokuita haraka haraka tayari, kwa mapenzi unavyompenda na utii ulionao kwake, unahama mada amenisimamisha kwamba nizungumze fadhila nani, ubora eh wa wa kusoma Qur'ani. Mimi nikazungumza ubora anaoupata anayefundisha mwanae Qur'ani ana, yote nini, nini, yu, ni nini. Hiyo ni utii eh, jinsi tunavyomti tunatetemeka, akitusimamisha mpaka tunasahau. Kwa hiyo haya maneno nilikuwa nayazungumza bin zaidi Kama mnavyomjua mashekhe wananisikiliza hapa, ameona kwamba labda Eh, ee, ebu ni usamishi mara pili. Eh, nadhani Masheikh walinisikiliza huku kwa sababu Sheikh mbona amehama bin Zaid si hivi alivyo bwana. Naam. Kwa hiyo alikuwa na maana kwamba niseme faida anazozipata ni faida gani zinapatikana kwa yule ambaye tukisikiliza mtu anasoma Qur'an. Ni hapo Sheikh nadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah

Hao ndio waumini wa kweli, anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao waumini zinatetemeka, zinaingia na uoga wa hali ya juu. Waidha tuliyat alaihim ayatuhu, na wanaposomewa aya zake Mwenyezi Mungu, kama huyu kijana wetu ambaye Alhabibu ametusomea, wakasomewa aya zake Mwenyezi Mungu zadatuhum imanan, imani yao inapanda na lingine waala rabbihim yatawakkalun, na wanamtegemea jalla jalalu kwa mambo yote. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Naam, huyo ndio bin Said tunayemjua. Nilimrudisha kwa sababu nilijua atakuwa hakunisikia vizuri. Sasa naye amegundua. Hii ni ishara kwamba tuna watu makini. Kabla ya kuendelea ya hapa, na dua ya Mheshimiwa Rais ambayo itafanyika hapa, namleta ndugu yetu Sheikh Msabila, brother Msabila. Huyu ana historia yeye na mwenzie anaitwa Mahadhi, ni watu walianza mchakato huu mapema, wakauanzia kule Kagera lakini mwaka elfu mbili na kumi na tisa Bakwata mkoa wa Mwanza tulimwalika hapa yeye na ndugu yake bwana Mahadhi. Hichi mnachokisikia Bakwata Online Academy kilianza Mwanza mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Kabla ya kwenda kwenye Maulidi ya Taifa tulipewa somo hapa la wiki nzima na tuna vyeti vya kuhitimu. Ndio maana nilikuwa nawaambia hata watu, mbona Mwanza wakati mwingine hii Bakwata Online mmechelewa kuingia? Sisi hatujachelewa, sisi tulianzisha. Lakini tulipoanza mchakato wa ujenzi wa vituo vya afya, mshauri mkuu alikuwa Sheikh Msabira. Na tulipokuwa tunaogopa kuanza yeye akasema anzeni. Na amefanya jitihada mbali mbali za k-kutuundanisha na watu mbali mbali. Mwenyezi Mungu ambarikie kwa kututia moyo na kutushauri. Na kila tunapofanya tukio Mwanza ye upenda ahudhurie. Hata siku tunaenda kutia jiwe la msingi pale Elemela, mufti anaenda kutia alitamani afike. Akawa amedharurika kabanika kikazi. Lakini leo amefanya kila jitihada, akanifanyia surprise na shangaa, namuona amefika, wow. Sheikh Sabila wasalimie umma huu wa Waislamu na wasoko wa Waislamu waliokusanyika leo katika vita, katika viwanja vya Badri wanachanga kujenga hospitali, na bila shaka umeona mafuriko yalikuwa yanamiminika hapa wakati wanajenga hospitali. Karibu Bakwata mpya Mwanza, yes. mpango mzima kwa maendeleo yetu, tuseme tena, Bakwata mpya Mwanza Mpango mzima kwa maendeleo yetu, nikisema Bakwata mwanza unajisemaje? Bakwata Mwanza. Sasa tweni taratibu, ili tumkaribishe huyu ndo mjenzi mkuu wa hospitali Bakwata mpya Mwanza, kwa maendeleo kwa maendeleo yetu. Bakwata Mwanza, jenga hospitali. Karibu tafadhali. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mheshimiwa Shekhe wa Mkoa, Waheshimiwa Mashekhe wa wilaya, viongozi wa baraza Waislamu, msikio kwa Waislamu mlioko hapa na wazungumzaji wake mahili, mimi na nafasi nyingi za kuzungumza nikija Mwanza tuliyoifanya mwaka elfu mbili na kumi na tisa ambayo leo tumekuja hapa semina nyingine za ndani tumejifungia. Nakumbuka mwaka jana tulikuja tukajifungia na mashehe pale na viongozi wa baraza, tulikuwa tunasoma moduli moja au kozi moja inaitwa uongozi ndani ya baraza, uongozi ndani ya BAKWATA maalum. Yani iko specialized kwa ajili ya viongozi wa BAKWATA. Hii BAKWATA ni dude kubwa, ukifundisha uongozi kwa ujumla unaweza ukawaacha watu wengine ewani, ewani. Sasa sisi tukaweka kozi nyingine inaitwa uongozi ndani ya BAKWATA, maana shekhe amezungumza hapa na katibu, nimemsikia E, panga la uchaguzi, kuna wengine hawatorudi kwa sababu mpango tunaokwenda nao hawako na sisi, hawaendani na kasi tunayokwenda nayo. Kila tunalolifanya wao wanasema haliwezekani, sisi tunaona linawezekana. Sasa ndio yuko pale kashikilia kata. Kwa hiyo kuna kozi yao maalumu inaitwa uongozi ndani ya Bakwata, tunaisomesha hiyo. Na ninashukuru Mungu e, tumeisomesha nchi nzima. Kigoma tumeenda kwa shekhe wetu pale, tulikuwa ukumbigani, lakini ikazunguka wilaya zote za mkoa wa Kigoma zile. Sasa Waislamu wa, wa mkoa wa Mwanza, naomba niwe na nukta chache za kutanabahisha ili tukio leo nakuja Mwanza katika tukio ambalo tunaanza kuzungumzia matunda ya ujenzi wa vituo vya afya. Mara ya kwanza tulipokuja mwaka elfu mbili na kumi na tisa kwenye ile semina ya ndani ilikuwa kama ni wazo, lakini wazo lilichukuliwa Shehe Kabeke, inawezekana mkawa mnamchukulia ni wa kawaida, lakini mimi kwangu, mimi kwangu na uongozi wa juu wa baraza, kuna kitu wanachokiangalia kwa shehe Kabeke, wanamuona si mtu wa kawaida maana na kumisa. Kipindi anapewa swala la kwamba kuna watu watakuja kufundisha akatupokea kwa mikono miwili tukamkuta ofisini pale kwa takriban siku nne ambazo sisi tulikaa hapa, yeye alikuwa analala ofisini, au sio? shehe alikuwa arudi nyumbani, maandalizi ya maulidi ya kitaifa yamepamba moto sasa, anaona kutoka arudi nyumbani, tukawa tunafanya ile tathmini hiyo tathmini ya kwanza ikawa imepita, tukamaliza semina tukaondoka. Wakakaa chini kutathmini mambo tuliokuwa tumeyazungumza kwenye zile semina, wakaona sehemu pekee ya kwanza ya kwenda kujifunza ni kwa watu wa Shinyanga, pale wakatoka pale, walikwenda kujifunza matumizi ya rasilimali watu kwa shehe zaidi. Pale wana mfano mzuri namna gani wanavyozichanga shilingi shilingi hizi, na zinawaletea maendeleo makubwa katika kata moja, na hii wakajipanga. Lakini tukiangalia hivi, tunaona giza ndani zidi, tunaanzaje? Anzaje? Nikamwambia umepiga simu wakati sahihi, hicho unachokisema, anzeni kwa namna yoyote mnayoweza, anza. Tukaambiana yale mambo tuliyoyazungumza ni siri, ni siri ambayo kiuongozi inabidi, kuna mambo unamwambia kiongozi na yeye ananyooka. Akachukua watu wake, akatangaza rasmi, sasa jamani, tunaanzia ile mela tarehe fulani ndio tutaanza kuchimba msingi. Sisi ile habari tulivyoiona, watu wa Kagera tukafunga safari na sisi kuja. Lakini wakati nampigia simu nimwambia shehe, tunakuja kujifunza, asema sasa nyinyi mtakujaje kujifunza kwetu sisi wakati nyinyi ndio mliotufundisha? Nikamwambia hapana, tunakuja kujifunza kwenu, watu wa Mwanza kwa tukaja hapa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili nakumbuka, tukafika wakatupokea usiku tukaikuta ile kabineti yake wamekaa, tukawauliza mmejipangaje, wakatueleza. Basi asubuhi tukaamkia kwenye saiti yetu ya kuchimba msingi pale, tukaanzia pale Ilemela kuchimba msingi. Kabla ya kuchimba msingi ulikuwa kuna kusafisha lile eneo lile, kukawa kunafanyika nyiradi mbalimbali pale. Watu wanachimba msingi yani, wanaanza kwanza kufanya usafi pale, nyiradi zinaendelea, injinia ameshika ramani. Baadaye tukakaa chini kwa ajili ya kisomo cha dua. Sasa sisi tulikuwa na mtaalamu mmoja anaitwa Dr. Batenga, ni daktari. Tumekaa sehemu tunaangalia namna na kazi zinavyofanyika. Nilichomwambia yule Dr Batenga nikawambia, hawa watu si muda mrefu OPD itakamilika. Sasa kazi kwenu nyinyi wataalamu wa afya. Mashehe kazi yao watamaliza, watahamasisha, vituo vitajengwa. Sasa kazi kwenu nyinyi wataalamu wa afya yale maneno wakati namwambia Batenga akawa anaangalia, akiangalia ile amsha amsha inayoendelea anaona kweli ni hamasa ya kweli, sio ya bandia. Sasa juzi juzi, wakati shekhe ananipigia simu, ananiambia bwana mufti anakuja kuweka jiwe la msingi maana yake jengo la OPD limekwisha. Kilichobaki ni kuingiza vifaa tiba, matibabu yaanze, watu waanze kupata huduma. Nikamwambia Dokta Batenga, nilichokuwa nakwambia tayari kimeshakamilika huko kwa kazi ya wataalamu. Sasa inaanzia hapo kwenda mbele, lakini wakati wa safari hii yote tunakwenda na huko mbele tunakokwenda, kuna changamoto zimejitokeza, na nyinyi watu wa mkoa wa Mwanza mmezivuka, na mmezivuka kwa sababu mko na shehe wenu, hamjamwacha peke yake. Siri ya kwanza ambayo sisi tuliiona wakati tumekuja kwenye kuchimba ule msingi na tukasema, hawa watu si muda mrefu watakwenda kwa kasi. Tuliangalia ile kabineti ya ofisi ya mkoa, iko pamoja baraza la mashehe pamoja na halmashauri. Ukiangalia upande mwingine, unaona jumuiya ya kinamama, yale wanawake, ile jua kita wako pale na wao. Ukiangalia jumuiya ya vijana na wao wako pale. Nikasema, ukimaliza mambo haya kwenye uongozi basi haya mengine sasa yaliyobakia ni kurudia zile moduli tulichokuwa tunakisema. Moja ya kitu tulichokuwa tunakieleza kwenye mafunzo, tutaandika mipango, tutapanga, tutamaliza, lakini vipo vikwazo vya ndani yetu sisi wenyewe. Hivi vikwazo vya ndani yetu sisi wenyewe tutavikabili kwa dua nikazungumza hivi na sisi, ili tuweze kuvuka, hatuwezi tukaepuka swala la dua, kwa sababu ndio msingi wenyewe wa mambo jinsi yanavyotakiwa kwenda. Sasa Mwanza mmekuwa walimu wa dua, kwa sababu mmevuka. Sasa mimi nilichokitarajia ni zile dua zetu, tumekaa watatu, wanne lakini sasa nyinyi mmevuka mmeenda kwenye viwango ambavyo vimefika sehemu sasa vimeingia kwenye ile uwanja wa Badri wenyewe. Na sasa hii ni season ya tatu. Season ya kwanza nimeishuhudia kupitia online TV hizi. Season ya pili nimeishuhudia kupitia online TV sasa. Season ya tatu hii imefunika, hii imefunika, imezifunika zote mbili za za mwanzo hizi, kwa sababu tumeanzia kwenye Badri za ngazi ya kata, tukaja za wilaya, sasa tumekuja hii ya mkoa. Hii ya mkoa, asikudanganye mtu, kwa namna tulivyokusanyika hapa, visomo vilivyoendeshwa, hii tumefunika zile mbili za. Kwa hiyo tuna matarajio kwamba mwisho ya Badri hii ndio mwanzo wa maandalizi ya Badri ya mwakani ya elfu mbili na ishirini na ngapi? Tusichoke na ndiyo safari tunaianza, na tumeianza kwa kishindo kikubwa, kwa sababu jambo kama hili kulifanya na likaanza kuleta matunda mapema sio kitu cha kawaida. Hiyo OPD unayoiona leo imesimama mimi nikizungumza ipo mikoa wanajenga OPD hiyo moja zaidi ya miaka mitano, sita, kumi hata moja haijakamilika. Sisi Kagera pale pale mjini pale tunajengo moja tunalijenga, huu ni mwaka wa kumi na mbili, mwaka wa kumi na na halijaisha Kagera sasa wakati tulipoanza vituo vya afya hivi vingine vya BAKWATA acha kwa nini tusilimalize hilo na nini? Mimi nikauliza maswali hili, liko miaka saba iliyopita hamkuwepo nyinyi hapa. Kagera tunaposema tuanze na wilaya zingine, sio kusema kwamba sisi hili hatujaliona. Na bahati nzuri mimi ni, mu, ni muumini na mdau wa vile vituo vya afya vyote vinavyojengwa pale Kagera, na hicho ninacho miaka mwaka wa kumi na mbili leo tunapoiona ile mela inasimama ndani ya miaka mitatu, jengo la upidii tunalo, sio kitu kidogo. Huu uongozi wa mkoa una kitu kikubwa unakifanya, kuwaunganisha viongozi na kuwaunganisha Waislamu, ndio sababu tumefika hapa. Inawaunganisha vile vile wadau wasiokuwa Waislamu, ndio sababu tumefika hapa tulipofika sasa. Haya, mkikaa nyinyi huku, mnaweza mkayaona ni ya kawaida lakini sisi tukiyatathmini tunaiona sio ya kawaida. Kuna wakati mnaweza mkajisikia mse, ah, unajua sisi hapa bwana kwetu tunakwenda tu, lakini hivi na vile mnaviona kama vile ni vitu vidogo, lakini mtu mwingine akija akiangalia anaona mm, ah, watu mbona wanakwenda vizuri na hivi vitu. Niwaambieni jamani, msivione kama vile ni vya siku mbili au tatu. Mimi napenda kauli ya shekhe anayoizungumza tutajenga hata miaka mia ijayo lakini tusichoke kufanya hiki kitu hata miaka mia ibu Bugando mnayoiona hapo juu mwaka 2022 ilikuwa inatimiza miaka hamsini, bado kuna majengo yanaendelea kujengwa ndani ya Bugando. Uongo kweli? Eh, hey, wanaendelea kutanua, sijui odi ya nini, odi ya moyo, odi ya nini. Kwa hivyo vipo vitu ambavyo mnaweza mkavizungumza leo. Mkaanza kukatishwa tamaa na mnakatishwa tamaa na watu wa namna gani? Ni wale ambao wasiolitakia baraza mambo mema, ni wale ambao ni wafitinishaji, ni wale ambao wakiona hatua wa mnaanza kupiga Waislamu na nyinyi wanaanza kuona hapana. watie watietie zile fiti na zile sasa, dawa yao ni hizi dua za maangamizi, na mzipige muongeze kasi kweli kweli, hizi dua za maangamizi hizi wala hata msirudi nyuma, dawa ni hii. Mionzi mnayoipiga hapa inakwenda kutibu ile kansa iliyoko ndani yetu sisi. Dawa ya kansa ni kutriti. Kwa nini? Kwa mionzi. Na mionzi yetu sisi ni hizi dua hizi. Kwa hiyo leo tunapofanya hii Badri ya tatu, tumezifunika zile mbili za mwanzo, lakini tumeanza kuona matunda na ndicho kitu ambacho mimi leo nimekuja nasema, hata kama nilikuja mara mbili mara tatu nyuma, lakini nimekuja katika awamu ya tatu ya kusherehekea pamoja na nyinyi matunda ya kile tulichokianza kwa pamoja, na ninawashukuruni hamjatusahau katika dua, mnatuombea dua, ndio maana tunaendelea kuzifanya hizi kazi. Hata e, ile kuja kwenye semina ilipigwa vita, unakumbuka shehe? tulipigiwa simu bwana, tusiende na nini lakini, sisi tukasema tusimwambie shehe kwamba tumekatazwa. Tukaja tukafundisha siku ya kwanza, siku ya pili, ndio tukakaa na shehe. Sasa bwana, unajua kuna miba iliingia hivi na hivi. Ah, kweli eh, ilikuwaje? Tulizuiwa bwana, tusije waliotuzuia. Na mimi nasema hivi na maana leo, mimi nilikuwa najiuliza, navyoambia mwalimu, mwalimu, hivi na maana leo kusingekuwa kuna hili ndio fikra zetu zingekuwa zimeishaishia siku ile ile. Waliokuwa wanatuzuia walikuwa na maslahi gani na hili? Lakini nawashukuruni mmetukumbuka katika dua, na sisi tunawakumbukeni katika kila namna. Tunaendelea kupigana pamoja na nyinyi kwenye fikra hizi za vituo vya afya, na msiwe na shaka, hatuwezi kuchelewa katika jambo ambalo tunaamini tunapata thawabu. Tuendelee kutafuta thawabu zetu kwa shilingi shilingi hii hii tunayoitoa tusiache kufanya kwa sababu tunafikiri kwamba kuna bilioni nne zinahitajika. Mbele Mwenyezi Mungu atawaleta watu wa kuzikamilisha hizi bilioni nne, na sisi tukiwa safarini tusianze kusema ah, ngoja kwanza tusubiri ma write-up yamekwenda Ulaya sijui yamekwenda wapi? Ah, ah. Huo mzizi tuliukata. Hata Kagera kule kuna sehemu waliandika write-up wana kiwanja wana kila kitu, wakaweka pale kubwa kubwa ili mwaka huu tumelifanya hivi. Basi tujipange, mwisho wa Badri hii ndio mwanzo wa Badri, yeah. Sasa nimewambia shekhe wangu Shekhe Badawi Jada. Jada. Abu Jadawi, leo tumechinja ngamia mmoja, mwakani tukianza kufanya mapema kama miezi sita kabla tupate zile